Hello mambo, vipi, jina langu ni Daniel Sospita, karibu tena kwa YouTube channel yangu hapa ambapo tunajifunza software mbalimbali kwa lugha rahisi kabisa ya Kiswahili, na leo tunaenda kuona ni namna gani unaweza kwenda kutengeneza surface kwa kutumia surveying data. Karibu tujifunze pamoja, kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Mara ya kwanza nilitoa tutorial ni namna gani unaweza kutengeneza surface kwa kutumia contours, na nikasema nitafanya tutorial nyingine kuelekeza ni namna gani, aina gani nyingine unaweza kutumia kutengeneza surface. Kitu cha kwanza kabisa, inatakiwa huwa umehakikisha data zako zote ziko sawa na ziko katika mpangilio sahihi ambao software unayoitumia inapokea. Natumia Autodesk Civil 3D na mfumo ambao nime nimepangilia data zangu ziko kwenye point ID, northing, easting, elevation pamoja na description au PNSD. Kitu cha kwanza nitafungua software yangu ambayo ni Autodesk Civil 3D kama alivyosema, na moja kwa moja nitaenda kuimport data. Nitakuja hapa sehemu inakuja insert, uh, point from file. Nitaenda kuangalia sehemu ambapo nimesave data zangu, then nitakuja ku add file ta, um, yeah, nitaenda ku load sehemu ambapo nimesave hizi, ziko kwenye downloads. Naweza nikafunga hii huku kwa uh, sababu ziko open, naweza nikaclose. inakuwa inakuwa poda tu sio? Yeah, utakuja kwenye downloads, nitaenda kwenye contour. Nime save hapa kwenye contour tutorials ni ground points yeah. Hmm. Then kama alivyosema inabidi huo umespecify file format ambayo uh, unatumia uh, example hapa kuna ENZ, kuna XYZ au Autodesk utakuja kuchagua format ambayo mimi data zangu nimesave, ambayo kwangu ni PNZD lakini ni comma delimited. Kitu ambacho unatakiwa uhakikishe data zako zinatakiwa ziwe in form of CSV. Takuja nita click OK. Then nikisha ni klik OK, already nimeimport data zangu, lakini sizioni hapa kwao. Kitu ambacho nitakiwa inatakiwa kufanya, natakiwa ni zoom to extent ili niweze kuona data zangu pale ambapo zimeangukia kulingana na location sahihi ya data, sehemu ambapo nilizichukua, nitaenda kwenye zoom to extent. Then nitakuja nitakliki hapa, hizi ndio data zangu ambazo nimezichukua kule site na natakiwa kutengeneza surface kupitia hizi data. uh, nitakuja kwenye prospector tab, nitakuja ku create surface. nitakuja hapa kwenye surface kama kawaida, nita right click, nita create surface and nitaacha kila kitu as default kwa sababu ni purposely tutorial, natakiwa tujue steps na procedures ambazo natakiwa ufate mwanzo hadi mwisho ili ku create surface. Kwa nitaacha kila kitu mm, kama kilivyo default, then nitakuja kwenye surface, nitaangalia surface, surface ambayo ni, imekuwa created. Jina la surface ni surface 1. Kitu ambacho natakiwa kufanya uh, inaweza nikakwambia ni, ni kitu kimoja uh, kuna namna nyingi tofauti tofauti za ku group data. Unaweza uka, uka group uh, manually kwenye excel uh, i mean kwamba unaweza ukwa umechukua data site lakini hizi data ni data zingine hazifai kutengenezea kwa ajili ya kutengenezea surface. Zingine ni details ambazo tu umezichukua maybe sio kwenye ground. Hauta, hautazitumia kutengeneza surface. Kwa kuziondoa unaweza uka, ukatengeneza point group kwenye software yako ya Civil 3D au unaweza kuzi categorize na kuzi filter kwenye excel wakati unaandaa data na kuangalia uh, kufanya, tusema, uwa, kuna, kuna, kuna kitu tunasema data quality, data quality check. Wakati unaandaa data zako, una prepare data zako, unaweza ukaondoa un, kila kitu kule, ukabaki na data ambazo ni GCP, utazitumia kuzitengeneza surface peke yake, lakini pia unaweza ukatumia CIVIL 3D kuweza kuzikata kuzikategorize nitatumia uh, muda mwingine kuandaa tutorial ni namna gani unaweza kutengeneza. Kwa kitu cha msingi hapa, nitaenda kwenye surface, nitaenda ku click plus icon, takuja ku define, definition hapa, takuja ni tatumia data zote kutengeneza surface ambayo, nitakuja kwenye point group Kumbuka kwamba tume, uh, tume, tume import data zetu, lakini automatically zitaenda kwenye group moja ambayo litakuwa ni group la all data. Kwa nitakuja hapa, nita click, nitakuja nita add point group, nita click all points kwa maana ya kwamba ninataka kutengeneza surface kwa kutumia all points ambazo nimeimport. Kwa hiyo nitakuja ku click, then nita apply. Okay. In case umetengeneza group, point group o ambalo utatumia kutengeneza surface maybe hapa, uh, nilikuwa nahitaji kuondoa trees, nisitumie kutengeneza surface. Ina inamaana nitakuja kuchagua point group ambayo haina trees, maybe nitakuwa nimetengeneza point group ambayo inaitwa surface creation. Kwa nitakuja kuchagua ile point group ya surface creation ambapo trees na kuwa excluded koo nitakuja nita kuja nita click, uh, apply then nita click ok. Ni click ok then boom my surface here ipo, lakini sasa nataka ku nataka ku sitaki kushow kuta, sitaki kuona hizi points hizi uh, down points ambazo nimezi import ama cogo points ko, kitu cha kufanya nitakuja nita create point group hapa nita click plus icon, kiangalia kwamba all points. Uh, kuna point group moja pekee yake ambayo ni all points, kwa nita kuja nita create new point group ambayo point style nitaweka none. I don't i don't want any display kwa hizo point, kwa nita kuja point label style pia nitaweka none, then nita point group nita click all, nitakuja ku view kwenye point list, nitakuja kuangalia point zote zipo zipo kwenye i, i, i, i, i layer i point group ambayo mimi nitaita maybe nite no display. Then uh, kama nilikuwa natengeneza point group ambayo inahitaji ku include either only trees utakuja ku include either, unaweza uka include kwa number matching, matching kulingana na vile ulivyo import point zako, kwa names matching, kuna row description matching na full description matching, kwa ni wewe utakavyoangalia. As mimi nataka ku import data zote, anataka uh, kutumia data zote uh, kutengeneza point group ambayo inaitwa no display ambayo haita show anything, na maana window yangu itabaki ni blank, nataka kuona peke yake hizi contours maybe kitu ambacho kitabaki kushow uh, description keys ambazo nitakuwa ni meseti <clears throat> ambazo ni symbol peke yake, maybe trees itabaki peke yake. Kwa hiyo nitakuja uh, then to apply. Okay, nikija ku apply, ina inamaana zile point zangu zote zimeondoka. Kwa hiyo hizi nyingine, hizi zilizobaki ni trees peke yake, ambapo uh, issue ya kuondoa hizi ni kwenye description keys labeling. Utaziondoa zote basi, utabaki na simbo ya trees peke yake. Unaweza kupunguza ukubwa wa hizi symbols ambazo unatumia hizi icon Then utakuwa umemaliza na umetengeneza surface. Kama nilivyosema mara ya kwanza, unaweza ukaview in 3D kuangalia surface yako iko vipi. Utaenda kwenye object viewer na nitakuja kushow na maana, surface yangu ni ni hii, maybe nataka iwe, unaweza naweza nika change, nataka iwe realistic, lakini show in 3D lakini I want uh nataka ku ya yeah, itabaki hivyo surface yangu ndio hivyo, na huu ndio mwisho wa tutorial ya leo. Kwa siku ya leo, karibu tena kwa YouTube channel yangu. Jina langu natoit. Kwa mara nyingine tena narudia, karibu karibu karibu sana. Usisahau ku like subscribe, pia usiache kuweka comment kwa tutorial nyingine, kitu chochote ambacho unahitaji kujua kwa software either ni Autodesk Civil 3D, QGIS, AutoCAD, AutoCAD, eh, AutoCAD na software nyingine zozote ambao ni designing software surveying, unaweza kuacha comments ni kitu gani kingine tunaweza tukafanya. Kwa tips nyingine mbalimbali, usisahau kutufollow kwenye YouTube eh, kwenye wow social media account, na pia kwa huduma mbalimbali za surveying, architectural design pamoja na interior design. Ciao, welcome once again, bye.